Tumeamua kutumia muda huu kuja kumshukuru Mungu, na hivi tumeamua kutumia muda huu kutafakari pia kuhusu shukrani. Tunatafakari nini maana ya kuwa mtu wa shukrani. Inawezekana pia tukatumia muda huu au siku ya leo kuambia wengine asante. Tumesikia katika Injili wale wakoma kumi ambao mmoja wao alikumbuka kusema asante, alikuwa ni mkoma mwema na ndiye aliyetufikisha katika wakati huu ndiye anatufundisha sisi, maana sisi pia tunapaswa kuwa watu wa shukrani. Kutoka kwa yule mkoma tunatambua nini maana ya kuwa mtu wa shukrani. Kadiri tunavyokuwa na shukrani, ndivyo hivyo hivyo tunavyoweza kuyabadili maisha yetu. Sasa hiki ndicho kilichotokea katika habari ya wale wakoma kumi, na ningependa nifikiri kidogo katika masimulizi hayo ya wakoma kumi. Kwanza tunao hawa wakoma tisa ambao nao waliponywa na ninadhani bado walikuwa na hasira na Mungu bado walikuwa wamemkasirikia Mungu. Ni kama walikuwa wakimuuliza Mungu, kwa nini nilipatwa na ukoma? Kwa nini ninateseka? Kwa nini haya yamenipata? Kwa nini Mungu umenipiga kiasi hiki? na wengine baada ya kuponywa wakasema, sasa tumepata kile tulichokuwa kilichokuwa chetu, tumepata chetu. Mungu ameniumba niwe na afya njema na ni lazima niwe na afya njema kama watu wengine. kwa nini ikamshukuru Mungu, siye ndiyo ameniumba na ametaka niwe na afya njema, na mimi nimekuwa na afya njema kama wengine. Hakuna sababu ya kwenda kumshukuru. Wengine tunamnung'unikia Mungu, Mungu, umenipiga sana mwaka huu, Mungu amenipiga sana tunamlalamikia Mungu. Ni moja kati ya wale wakoma tisa ambao wote waliponywa lakini bado walikuwa na hasira na wewe. Najua unaweza ukamsaidia mtu alikuwa ana hasira na wewe, lakini bado pena, akaendelea kuwa na hasira na wewe, namsaidia anapokea na, lakini bado anaendelea kuwa na hasira na wewe na ndio picha ambayo anaipata kwa wale wakoma tisa, bado wamemkasirikia Mungu. Kwa upande mwingine, tunaye mkoma mmoja ambaye yeye alikuwa ameyakubali mateso yake, na pengine na yeye alijiuliza, kwa nini naumwa ukoma? Kwa nini nimepata ukoma? Kwa nini nateseka? Na pengine akajisemea mwenyewe moyoni kwamba inawezekana haya ninayopitia ni mpango wa Mungu, Mungu anajua, ni mpango wa Mungu tu nipitie mambo kama haya, yaani ni kama alivyosema Ayubu, Bwana ametoa Bwana ametoa, jina la Bwana na alihimidiwe. Huyu mkoma mmoja huyu, pengine ndivyo alivyokuwa anasema, haya amenikuta, pengine wa ni kuna mpango. Ikiwa ni mpango wa Mungu, na iwe hivyo. Na ni kama alikuwa anasema kwa namna yoyote ile, kama Mungu ameamua kunipiga basi na aendelee. Ikiwa Mungu ameamua kunipiga na ugonjwa huu, wajibu wangu ni kuangalia kwamba haya yasije yakanipotea, nisije nikamsahau Mungu koma huyu mwenye shukrani: sawa, Mungu amenipiga, lakini nisije nikamsahau Mungu. Pengine ni mpango wake, na hivi mimi nitafanyaje ikiwa ni mpango wa Mungu? Na baada ya kuona kwamba amepona kama wale wengine tisa, huyu mkoma anatambua zawadi aliyopewa na anatambua kwamba sio kwa mastahili yake, bali ameapokea ya tu kwa sababu ya upendo wa Mungu, kwa sababu ya huruma ya Mungu. Sasa hayo ndio yanapaswa kuwa masimulizi yetu. Sisi leo tumepitia mengi, tukianza kusema kila mmoja hapa aseme kwa mwaka huu umepitia mangapi, tutaoneana huruma. Lakini haya masimulizi ya huyo mkoma huyu yanapaswa kuwa ya kwetu. Pengine Mungu alikuwa na mpango na mimi, pengine huu ni mpango wa Mungu kwamba nipatwe na jambo hili. hayo yawe ni masimulizi yetu sote sisi sote ni wakoma sisi sote tumezaliwa katika dhambi ya asili sisi sote tumevunjika na Kristo ndiyo zawadi ya pekee ya kutuponya kwa kufa kwake msalabani, Mungu alitukomboa kutoka katika dhambi na kutuponya na kutujalia maisha mapya. Mbe, leo tunapaswa kulia kwa shukrani. Sijui kama inaeleweka, tunapaswa kulia kwa shukrani. Kuna mtu anashinda, amefaulu alikuwa anachesi kitu gani, akashinda, analia kwa shukrani. Kume na sisi katika haya tuliyopitia kwa mwaka mzima, tumshukuru Mungu. Ndio maana leo tumefika hapa, tunamshukuru Mungu, tunaanza mwaka mwingine tunasahau yale yote yaliyopita, tunaachana nayo, tunaanza mwaka mpya tukimshukuru. Sidhani kama kuna watu bado wana hasira na Mwenyezi Mungu. Wako ambao wana hasira na kasirikia, taki kabisa kusikia habari ya Mungu. Sitaki kabisa kusikia habari ya kusali. Nitatoa mfano hai. Mzee Kimolo alipokuwa anaumwa, utajua, unajua ukifanya dialysis inakuwa kama inakula mifupa hivi Nani aliwahi kumwona mzee yule akiwa na sura ya huzuni anaumia? Nani aliwahi kumwona? Nani aliwahi kumwona? Pengine naye alikuwa anasema, pengine Mungu ndiye amenipatia haya. Alimkasirikia Mungu? aliacha kwenda jumuiya? aliacha kuja kanisani?

Sijai kumwona kama yule mkoma tu na ukoma wake, watu wanamuona kwamba amelaaniwa, amepigwa na Mungu, amefukuzwa katika jamii, lakini hakumkasirikia Mungu. Mungu hakumwacha. Kumbe tunapaswa kulia kwa shukrani kila siku kwa zawadi ya maisha ambayo Mungu ametupatia. Tunapaswa kuwa na shukrani kwa zawadi alizotupatia Mungu. Tukikumbuka kwamba tumevunjika vunjika katika namna nyingi na kila mmoja anayo sehemu ya maisha yake ambayo haitaki hataki, hiyo sehemu ya maisha yake hataki kabisa hiyo sehemu. Kila mmoja anayo sehemu ya maisha yake asiyoipenda. Iko sehemu ya maisha yetu ambayo tunatamani kwamba isingekuwa hiyo. Kwa nini Mungu usiondoe? Mi sitaki hii. Kila mmoja sema maisha yake hataki. Unamshukuru Mungu kwa hilo au unamlalamikia Mungu? Kila mmoja wetu amevumilia mateso, maumivu na hata kufiwa au kuwapoteza wale waliowapenda Ni rahisi sana kuuliza kwa nini, Mungu unanifanyia mimi hivi? Yaani ni kama unamwambia Mungu, mbona yule humfanyii hivyo? Swali hili sio zuri hata kidogo. Kwa nini, Mungu unanifanyia mimi hivi, na kwamba Mungu wafanyie na wote? Yaani kama wote wanaumwa miguu, wote tuumwe miguu Kwa hiyo wote tukishaumo miguu wote tujisogeze sasa. Sasa nani atamsaidia mwenzake? Unaona eh? kwa nini Mungu unanifanyia mimi hivi? Lakini kama tutagundua kila kitu ni zawadi kutoka kwa Mungu, kila kitu ni zawadi kutoka kwa Mungu, ni mpango wa Mungu, tutakuwa na amani kubwa sana. Ikiwa tutajua kwamba haya ni mapenzi ya Mungu kwangu, nitakuwa na amani kubwa sana. Na kama nikijua hilo, nitakuwa na hakika kwamba katika haya ninayopitia nitapata utukufu. Utukufu utakuwa halali yangu, na chochote chema ambacho ni Mungu amenipatia ninapaswa kukifurahia. Furahia mema ambayo Mungu amekupatia. Tunaweza kuona katika ulimwengu, wengi wanakuwa na huzuni kubwa sana kwa sababu wanachukulia kwamba ni lazima wawe na kila kitu, kila kitu vuka kwa kishindo kishindo, maana yake unakuwa na kila kitu, maana yake ndivyo tunavyofikiri kwamba ninapaswa kuwa na kila kitu kila kitu, kwamba kila kitu katika maisha kipo chini ya uwezo wangu, na hicho na mawazo hayo ndio chanzo cha maumivu yetu na mateso yetu, kwamba kila kitu kiko chini ya uwezo wa. Na kwa sababu hiyo wanajaribu kuyaweka mambo katika namna ile ambayo wanataka wao iwe, kwamba mambo yaende hivi, yasiende tofauti na wanaposhindwa wanakasirika. Sasa tunaposhindwa, tabia hiyo tulionayo inapotupelekea kushindwa, hilo linatukumbusha jambo moja kwamba tunamhitaji Mungu katika kila jambo. Ndugu zangu tunamhitaji Mungu, tume tume kwa sababu kuna mambo ambayo tumeshindwa, tumepambana kwa nguvu zetu tumeshindwa. Kwa sababu hiyo tunapaswa kujua kwamba tunamhitaji Mungu. Wakati mwingine tunapata zawadi kubwa kwa kupitia mateso na kwa kumwiga Kristo, kuna wakati tunatambua kwamba mambo hayapo hivi tunavyofikiri, kwamba kila kitu kiko chini ya uwezo wetu, na kwamba Mungu ametupa yote tulionayo, na kwa sababu hiyo tunapaswa kumshukuru. Ni kweli tunapaswa kumshukuru kwa kila jambo ambalo Mungu ametupatia, na hicho hasa ndicho tunachokifanya katika wakati huu katika misa takatifu katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Ekaristi takatifu maana yake shukrani, Thanksgiving. Misa ni tendo la shukrani. Ekaristi takatifu maana yake ni shukrani. Tumefika hapa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya mwanaye msalabani, na tunatumia muda huu kumshukuru kwa zawadi ya familia. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya marafiki. Tunamshukuru Mungu kwa hewa tunayovuta. tumefika hapa kwa namna ya pekee kabisa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya misalaba aliyotupatia, eh? ikayakli eh? tumefika hapa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya misalaba aliyotupatia kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tumefika hapa katika hilo, tunapaswa kumshukuru. Sasa ukichomoka hapo wewe, we utakuwa mwenyewe umeamua kuwa na kiburi tu. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa misalaba tuliyobeba kila mmoja nayo. Hiyo misalaba ni ishara ya kumwiga Kristo, na yeye si alibeba kona, sisi tunamwiga Kristo kwa kuibeba misalaba. tumefika hapa kumshukuru Mungu kwa wale tuliowapoteza. Tunajua tulipata maumivu lakini maumivu hayo yametufundisha kwamba tunamhitaji Mungu. Na kwamba kwa Mungu ndipo tunapoyaweka maisha yetu yote. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya misalaba hiyo, kwa sababu misalaba hiyo ndiyo itakuwa njia yetu ya kuendea uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo Amen.